TV. Kiteknolojia kisasa kidigitali, habari utapata Interview za kijanja, viji vijimambo, vistori vibweka vya mastaa. Usisahau breaking news, hapa ndio nyumbani kwao. Wow. Wow. Wow. Wow. QS. Yes. Yes. Yani, nataka kujua kwamba hii nyumba kiasi gani? tu eneo kwa kifupi, na hiyo gari yako Murano, gari mpya, na hicho kibajaji ulichonunua leo. <laughs> karibu ah, uh, the two boys, this is my home. Hapa ni nyumbani kwangu. Uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho ananijalia. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Uh, kila siku niko na niko na waza nimalize nyumbani kwangu, siku moja niwe na nyumba nyumbani kwangu kabisa, natoka huko nipate, lakini nimerudi nyumbani ah, mjini hakuna baba mwenye gari, yeah. Kuna baba mwenye nyumba ah, na heshima, na imani kwamba inaanzia kwenye nyumba. Hivi vitu vingine vinafuata. Hapa ni nyumbani kwangu, kila kitu, hakuna kinachoshindikana. Hakuna hela nyingi hmm. Mi naimani kwamba ukiwa unajipanga ukijua kuhifadhi hela hakuna kitakshiikana. Okay. Hii nyumba yangu nilinunua ikiwa nyumba ya kawaida tu, uh, kwa milioni sabini na tano kwa mtu aliniuzia nyumba ya kawaida. Kuna baadhi ya picha nafikiria mnaweza mnaeza mtaziona ntaziona. um, nikaamua kufumua, nikabomoa nyumba yote, nikaanza upya kajenga vile ambavyo mimi niko nataka kama unavyoona mpaka uh, saizi imefikia gharama ya, me, uh, ya uh, kama milioni 120 hivi na kadhaa bado. Designing ya nyumba inaendelea. Um, hiyo ni kiufupi tu. Nikiongea gari yangu mpya uh, Murano, Nissan Murano uh, ina thamani ya milioni 35, sio uongo, kila mtu anafahamu hivyo. Hiyo ndio bei yake, naenda showroom yoyote ile. Ni mno showroom um bajaji bajaji ziko mbili, ile pale ni moja tu, ziko mbili ni kwa ajili ya wadogo zangu. Uh, sitaki wadogo zangu wapate shida, mimi nina kiasi kadhaa, wadogo zangu wapate uh, shida njiani. No, hizi ni bajaji zangu ambazo kila mtu anafahamu, gharama ya bajaji ni milioni sita sita. Uh, ziko mbili kwa ajili ya wadogo zangu wajishughulishe. That's all. Say, one love kwa mashabiki wangu. hapa ndio nyumbani kwangu, hata nikifa nahisi nitazikuwa hapa. Niko na nyumba zaidi ya hii moja lakini bado hazijaisha, mi sio mwongo true boy. That's why leo uh, mpo mnaona nyumbani kwangu the way kulivyo. Mi sio mwongo mwongo. Hii ni kwa ajili ya watu wangu, mtaona uh, nyumba zangu zingine zikoje. Panapo majali ya mwezi wa kumi, mipango ikienda sawa nitawaonyesha nyumba yangu ya pili ambayo itakuwa imeisha. Thanks God, na anawapenda sana mashabiki wangu, the true boys it's nine double baby. Ongea tu wana nyumba, atuelewi nini kinaendelea. This is my home. Thanks God, asante mashabiki, asante wadau ambao mna support kwa kunipa show na kunipa matangazo na vitu vingine vingi. mi mi na meki

bajaji zile anasimamia na vitu vingine. Mkongo Jazz Band aitwa Sadiki aka wa kudagua <laughs> big bro, mshikaji wangu wangu, karibu sana. ni Tajeli pia ni manager wa Mkongo Jazz Band pia upande wangu show vitu vingine vile nikiwa nakumenizidindiowana control kila kitu hy anaitwa Pica pale, ni msanii mwenzangu pia, wamekuja kuangalia pale ambapo nnapatengeneza. Msanii mwenzake ni mdogo wanguli, mtu ambaye anaweza sana huyu, ni babangu mdogo hapa mjini naweza kusema hivyo, anaitwa Mr. T Touches, mikono yote ile na kila kitu, yani unavyoona, sijui inasema nao salamu zao muziki gani na kula ujana, na hii ambayo inaofuata saizi inaitwa Mr. Nay, na itakaofuata tena inaitoka mchezo. Touches ndio wamefanya kila kitu, wamekuja kuona pale ambapo ndugu yao mshikaji wao. Uh, nimejiweka uh, naweza kusema nimejihifadhi. Sina la kuongea, niko hapa, so unaona nimefika niko na kifaa muda mrefu wa miaka mingi na leo nafikiri najisikia happy, the true boy vibe. Hey. Um, <laughs> huku. Haya makochi ya huku bwana, haya makochi ni kwa ajili ya ndani, pale ndani unajua wame-design kila kitu ni kipya, haya ni mapya, tumeamua jana

nitamfanyia surprise usiku wa leo. Siku ya leo itakuwa ni surprise kwake. Mamangu pia alikuwa ajui, nimemfanyia surprise juzi na hakuamini, lakini uh, wanatukiwa kila mtu waamini mimi ni mwanaume ambaye nina uchungu na maisha na na natakiwa kufanya ambacho mwenyezi Mungu amenijali. This is my car uh, gari yangu mpya Nissan Murano uh, ni gari ambayo mi naipenda, naipenda. Watu wanavyogopa hizi gari sijui kwa sababu ya gharama, sijui kwa ajili ya nini, lakini ni gari ambayo ina heshima sana. Uh, gharama yake milioni 35. Sasa ni milioni 50, ni kati ya ya ya gari. Gari ni milioni 35 showroom. hapa hapa Hapa ukienda, hiyo ndio ndio gharama yake. Otherwise sana unaweza kupata 40 milioni 35 tu. Dan, This is my my hood. hood. Welcome to my hood. Funga mlango wa nyuma, Murano. Gari inaitwa Murano.